wa kutupa neema yake hii ya uhai na uzima na kuwezesha kukutana tena hapa katika kumwaga mpendwa wetu mlezi wetu na mfanyakazi pamoja na mwandishi mwenzetu tukimwita Uncle Charles. Jina hili ndilo ambalo mara nyingi nikimwita, na mara nyingi alikuwa akinambia, sikiliza Raya, mimi ni babu yako, ukiniita hako nitakuwa siwezi kukutania takuwa nayakumbuka sana. Kwetu sisi maafisa habari uhusiano mawasiliano wa serikali hakuwa kiongozi bali alikuwa ni mlezi, mbali ya uongozi wake, na alikuwa kama ni dereva niseme wa, wa reli ama gari katika kutuonesha dira ya maendeleo na kutekeleza majukumu yetu ya ZICOO kama ni maafisa habari wa serikali. Wakati tunazindua jumuiya yetu ya maafisa habari mawasiliano wa serikali tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2024, marehemu Uncle Charles au Babu Charles alikuwa Dar es Salaam, lakini kwa heshima na kwa mapenzi na kwa sababu amejikubalisha kwamba yeye ni mlezi wetu, alirudi na kuja kushiriki nasi katika uzinduzi wa jumuiya yetu ya maafisa habari. Tunakushukuru sana, aliyekufa lakini anasikia, na hasa kutoka salamu zile za wapendwa wake. Tunaimani kwamba anatusikia Uncle Charles. katika uzinduzi wetu alitushauri mambo mengi, media attachment. Kama mko tayari kwenda kukaa ku katika hizo media miezi, yes, miwili mitatu, ni jambo dogo sana. Mimi ni kuwaambia tu, wale vijana wanakuja, watu wangu wanne watano, mwakomodeti hapo. Kwa hiyo mheshimiwa waziri mimi maombi yangu ni hayo. Kwa waandishi wa habari wenzangu, tusikae tu kwamba hakuna vifaa, hakuna fedha. Tumefanya juhudi gani ili hii kazi yako ifanikiwe sana? Kuna mambo mengi ya kuarifu wananchi. Kwa hivyo, tunaahidi kwamba yale ambayo alitushauri, yale ambayo aliyataka tuyatekeleze, tutayatekeleza ingawa naye alikuwa na ahadi, alichukua kwetu ahadi ambazo hakuwahi kuzitekeleza. Umauti umemfikia, tuna imani kwamba Uncle Charles amelala, lakini ofisi bado inafanya kazi. Hakika kazi ya Mola haina makosa. Kwa niaba ya wanachama wa Jumuiya ya Maafisa ya Habari Mawasiliano na Uhusiano wa Serikali na maafisa habari wote kwa ujumla, hata wale ambao si wanachama wa ZICOO lakini ni wafanyakazi wa serikali, tunatoa pole kwa mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na afisi yako yote. Tunatoa pole kwa mjane na watoto wake, pamoja na familia yote kwa ujumla, ndugu jamaa na marafiki. Tunasema kalamu imeandika wino umeshakauka. Tunamwombea Mwenyezi Mungu ampokee marehemu Uncle Charles, na mlaze mahala pema peponi, amin. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake nizigii